Oktoba 29, mwaka 2025 Tanzania iliingia katika moja ya vipindi vyake vya ujenzi wa kisiasa vilivyoacha alama nzito katika historia ya taifa hilo huru, uchaguzi mkuu uliompa Rais Samia Suluhu Hassan ushindi wa asilimia 98. Uchaguzi uliotakiwa kuwa kwa njia ya amani ya kuchagua viongozi uliishia kuwa chanzo cha majonzi na machungu ambayo bado hayajafutika na kamwe hayatafutika. Mwanzo TV imefuatilia kwa kina matukio yaliyojiri nchini Tanzania, na hii ni ripoti maalum juu ya kile kilichojiri siku ya uchaguzi na baada yake. Lakini tahadhari, picha nyingi zitakazoonekana ni za kuogofya. yo katika miji mbalimbali mbali nchini humo, maandamano ya ghasia na ukandamizaji vilishika kasi kiasi cha kusababisha watu kupoteza maisha na wengine kubaki na ulemavu hali. <coughs> Hii haikuzoeleka kwa nchi ya Tanzania ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikijitambulisha kwa misingi ya amani na utulivu iliyojiwekea tangu ipate uhuru. Mara tu vituo vya kupiga kura vilipofunguliwa mishale ya saa mbili asubuhi, katika nyakati za sintofahamu, waandamanaji, wengi wao wakiwa vijana wa kizazi kipya maarufu kama jenzi, walianza kujitokeza barabarani wakipinga kile walichokiita uchaguzi usio huru na wa haki, huku wengine wakimtaka Rais Samia aondoke madarakani kutokana na shutuma mbalimbali za ukiukwaji wa haki za binadamu zinazomkabili. Katika baadhi ya maeneo polisi walijibu kwa haraka kwa kutumia mabomu ya machozi, risasi za moto na nguvu kubwa ya kuwatawanya waandamanaji. Video hii hapa inaonyesha watu wakijaribu kukimilia maisha yao, ila mama huyu kwa bahati mbaya anaanguka chini na kuanza kuvuja damu kutoka sehemu isiyojulikana. Jamaa wake wanajaribu kumwokoa, ila wanaambulia patupu na kama inavyoonekana, anayaga dunia kwa muda usiokuwa mrefu. Mashuhuda wanasema baadhi ya maandamano yaligeuka kuwa mapambano kati ya wananchi na vyombo vya dola. Kwa siku kadhaa mfululizo, miji kama Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na Morogoro ilishuhudia mapigano makali usiku na mchana. Wakati mapambano yakiendelea, taarifa za vifo na majeruhi zilianza kujitokeza kutoka pande mbalimbali mbali nchini. Yote haya yalikuwa yakifanyika katika hali ya ulimwengu wa giza. Kwani kwa, kwa takriban siku tano, tangu ghasia kuzuka, huduma za intaneti zilikatwa, na hata kupiga simu za kawaida nako kulikuwa kukisuasua. Ni wakati huu ambapo ulimwengu wa giza ulitanda zaidi katika sehemu mbalimbali mbali. Mashirika ya haki za binadamu, hasa kima ya kimataifa, yalitoa taarifa nzito, yakieleza kuwa watu wengi waliuawa katika makabiliano haya, wakiwemo waandamanaji wasio na silaha Kipindi hiki ndipo familia nyingi zinadai ndugu zao walipotea bila kujulikana walipopelekwa. Wakati familia zikidai miili ya wapendwa wao, picha hizi hapa, ambazo zilianza kuzagaa mitandaoni kipindi huduma za intaneti ziliporejeshwa, zinaonyesha mamia ya miili iliyorundikwa katika hospitali ambazo kimsingi bado haijathibitika ni hospitali gani haswa. Mili hiyo mingine imefunikwa kwa bendera za Tanzania, mingine mashuka ya hospitali, mingine haijafunikwa kabisa. Baadhi ya familia zilifanikiwa kupata miili ya upendo wao na kuwazika. Kati ya waliozikwa, taarifa za ndani zinasema kuwa inajumuisha watoto. Mfano, ni msafara huu hapa, upana wa jeneza lililobebwa unaashiria kuwa ni mtoto mdogo aliyefariki dunia. Kwa wale waliokosa kabisa kupata miili ya jamaa zao wanaonekana wakilazimika kuchukua mwelekeo mbadala na kuzika nguo kama ishara ya kwamba ndugu yao hayupo nao tena. Hivyo wamefanya hivyo kama alama ya ukumbusho. Vikosi vya ulinzi na usalama vinashutumiwa kufanya mauaji kwa kuwafuatilia raia hadi majumbani kwao, na video mbalimbali zinaonyesha matundu ya risasi kwenye kuta za nyumba, huku watu wakielezea kuwa ndugu zao waliuawa mbele ya macho yao. Wako watu waliouawa wakiandamana, lakini adhabu ya kuandamana sio kifo cha risasi. Wako watu waliouawa wakiwa majumbani, wamefuatwa wakauawa wakiwa nyumbani kwao. Hilo alionyeshi sura ya Tanzania hata kidogo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 Rais Samia Suluhu Hassan alihutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hotuba hiyo ikiwa imekusudiwa kuwa hatua ya kwanza kuelekea maridhiano ya kitaifa. Tusimame kwa dakika moja ili kuwaombea wenzetu. Waheshimiwa, tukae tumuombe Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe 29 Uh, siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu awape malazi mema ya amani, amin. Lakini hotuba yake haikupokelewa kwa mikono yote miwili, kwani wakosoaji wanasema hotuba hiyo haikugusa kwa undani chanzo cha tatizo. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, yani inquiry commission, ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani. Siku chache baadaye alitoa taarifa rasmi kwa umma ya kuundwa kwa tume ya watu nane kuchunguza ghasia za baada ya uchaguzi. Swala ambalo chama kikuu cha upinzani Chadema kimepinga vikali kwa madai kuwa haina uhuru wa kweli na ni njama ya kuficha ukweli. Haiwezekani mtuhumiwa akajichunguza mwenyewe. Alafu tutarajie haki. Serikali ya Samia ndiyo iliyoasisi kuratibu kutekeleza mauaji, utekaji, mateso, ubakaji, unyanyasaji, ukiukwaji mpana wa haki za binadamu. Wote walioteuliwa ndani ya tume hiyo waliwahi kuwa au ni watumishi wa serikali na wanachama wa CCM Jambo ambalo kimsingi linakiuka kanuni ya kimsingi eh, kwamba ni tume huru, haipaswi kuwa na uhusiano wowote na serikali wala chama tawala. Wengine wanaamini kuwa tume pekee haitoshi bila kuwachukulia hatua wale wanaodaiwa kuhusika na mauaji na bila kufanyika mageuzi makubwa katika mifumo ya uchaguzi na usalama. Hujakubali kama tarehe 29 mauaji hayatokea. Hujakubali kama tarehe ishirini na tisa Watanzania waliuawa, watu walipoteza ndugu zao, ndugu jamaa na marafiki, watu waliojeruhiwa. Hujakiri kosa, hujakubali wewe ni bishi tu, utakikuelewa au utakikubali. Alafu nataka maridhiano. Maridhiano ya nini? Yanahusu nini? Kwanza kubali kosa, kiri kosa, kwamba tarehe ishirini na tisa ilikuwa ni mauaji wananchi waliuawa, vijana wa kitanzania waliuawa na vyombo vya ulinzi na usalama. Kiri, kiri, kiri, kiri kwanza. Pili, wajibisha waliotenda makosa, chukulia hatua walioua, waliojeruhi. Tatu, omba maridhiano. Unaombeni maridhiano Hukubali kama umeua unaombeje maridhiano? Hukubali kama umejeruhi unaombeje maridhiano? Waliouua wapo makazini, hawajachukuliwa hatua yoyote. Unaomba maridhiano ya nini? Unaomba na nani? Nani unaomba maridhiano naye, mjadili nini? Si ili mjadili maridhiano, si lazima kwanza ukiri kuna tatizo? Suala hili pia limeungwa mkono na baadhi ya viongozi wa dini. Kwa baadhi ya familia Matarajio yao ni moja tu: haki. Si tume pekee, si ripoti, bali majibu, uwajibikaji na fidia kwa waliopoteza maisha na mali. Taifa letu limejeruhiwa, na taifa letu limepoteza heshima kutokana na yale yaliyojiri wiki ya uchaguzi mkuu, sio tu limepoteza heshima, lakini limepoteza watu, raia ambao wameuawa kiholela. Makovu ya ghasia za Oktoba 29 si rahisi kuyasahau sahau. Ni makovu yanayokumbusha kuwa uchaguzi sio tu siku ya kupiga kura, ni mtihani wa demokrasia umoja na uadilifu wa taifa. Je, tume uchaguzi italeta majibu ya kweli? Je, haki itapatikana? na je, taifa litarejea katika utulivu wa kudumu? Maswali haya bado hayajapatiwa majibu, lakini jambo moja ni dhahiri: Tanzania inapitia kipindi kigumu, na safari ya kuponya makovu haya ni ndefu, ngumu, na inahitaji ukweli, ujasiri na hatua madhubuti. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasimua Njiro.